Kwamba kwanza kufunga ofisi ya serikali hmm. ni kosa hmm. walitakiwa wakamatwe hao hmm. na mpaka sasa hivi mtendaji wa kata amekuja hapa hmm. hajachukua hatua aina yoyote hmm. eh, kusema nani amefunga hapa, na walitakiwa wakamatwe na ofisi ya serikali ifunguliwe. ofisi imefanya kosa gani? hmm. kama mimi ninakosa mwenyekiti, ofisi inakosa hmm. eh, ofisi ya serikali inakosa gani? eh, hiyo ni kitu cha ajabu sana mm. na naomba uongozi wa juu wote wajue kwamba ofisi ya serikali imefungwa mpaka mm. leo. Leo ni siku ya nne mm. Hapa tumekutana na Mzee Severine. Baba, shikamoo. Marhaba. Pole kwanza. asante. Pole sana kwa changamoto hiyo. Changamoto ni kawaida, ni kawaida sana. Eh? Yeah. Pole sana. Naam. Huyu ni mzee wangu, tupo kwake hapa. Tumeweza kufika hasa kujua uh, ukweli wa taarifa hasa eh, iliyotolewa na wananchi hasa kuhusiana na eh, kwanza baba nikupe ongera kwa majukumu lakini na pia pole sana pia. Asante. Karibu sana mzee wangu eh. <laughs> Karibu ili uweze kupata mengi sana kuhusiana na kila ambacho tutaenda kuzungumza na mzee wetu uh, mwenyekiti wa kitongoji. Karibu sana. Mimi ni Abel Said Loasa. mm. kwa sababu ya kile pia ambacho kimetokea. Ndio na tuanze kwa majina yako pengine unaitwa nani majina yako mawili au matatu karibu sana naitwa severini christian molel sawa kijiji cha kitongoji cha olmotonyi kata ya olmotonyi yeah. wilaya ya rumero sawa baba karibu sana hebu tuambie hasa kwanza una muda gani hasa kwenye nafasi yako ya, ya mwenyekiti wa kitongoji tangu uchaguliwe sasa hivi na mwaka mm. mmoja mm -hmm. toka nianze nichaguliwe mwezi wa kumi mm. Nina mwaka mmoja. Una mwaka mmoja sasa? Ndio. mm -hmm. E, kwa hiyo nilikuwa naingia hapa leo tarehe mm. kumi na nne na ndio naingia mwaka wa pili. mwaka wa pili e, e. Sasa uh, barabara, hebu tuwaambie kwanza historia yako moja la, uh, kwa moja hasa kuhusiana na swala zima la, tumekuona kwamba ulikuwa ukitengeneza barabara. Hata mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa nakuona ukitengeneza barabara. Pengine tuambie ulitengeneza barabara kwa takriban miaka mingapi mpaka sasa, yani toka mwaka tisini na mbili mm mimi natengeneza barabara. mm -hmm. Sina madaraka ina yoyote mm -hmm. Lakini natengeneza barabara, hata nimesubutu kutengeneza kip left cha mm -hmm. ja forest mm -hmm. ambacho kilikuwa kinaleta ajali kila wakati. mm -hmm. Nikatengeneza njia mbili ya kuingilia kwenda madukani Olmotonyi. Mm. na njia nyingine mm, ya kuelekea Ngaramtoni. Okay. nikapanda na miti kwa, kwa gharama yangu yote mm. Kwa hiyo nina uzoefu wa barabara mm, na sio sehemu moja mm, ndani ya kitongoji hiki mm, nimetengeneza mabarabara mm, mengi sana ah, barabara mengi e. Mzee, hebu mm, tuambie sasa, baada ya kuchaguliwa, hasa kuingia kwenye nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji, ni mambo gani ambayo umekutana navyo hasa kwenye uongozi? Kwa kweli nimekuta vitu vigumu sana mm -hmm. Yani, upinzani wa hali ya juu mm. Ni ukiangalia sasa, katibu wa chama Ndiyo. watawi mm. akawa anasambaza message kwa mabalozi, asilimia kubwa wasinisikiliza hata nikiita kikao mm -hmm. katibu. Kwa... wa chama mm -hmm. anaitwa noa. Chama gani sasa mzee wangu? CCM okay. E, na mimi ni, ni mwanachama wa CCM mm -hmm. mm -hmm. mi ni mwenyekiti wa chama wa serikali ya kijiji mm -hmm. ya kitongoji kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi mm. lakini sasa anachoshangaa, mm. baada ya kuingia madarakani, inaonekana kwamba kuna shinikizo la watu ambao walikuwa wanitaki mm. kwa hiyo wana, wanaamua kufanya vitu vya ajabu ajabu ambavyo havileti maendeleo. E, watu ambao akutaki wanatoka wapi sasa? Ni kwenye chama chako cha CCM au pia kwenye chama pinzani? Chama mm -hmm. cha CCM mm -hmm. wakiwepo kata viongozi wa kata mm. Akiwapata mtendaji wa kata mm -hmm. Kwa sababu kuna shinikizo eh, ambalo inaonekana linatengenezwa mm -hmm. Ndio maana hata mtu anadiriki kuja kutoka kata anaingia kwenye kijiji changu mm, sina taarifa ina yoyote mm, wanafanya vitu e, kwenye eneo langu mm, bila mimi kuni harifu mm -hmm. Sasa hiyo kitu mimi sipendi mm -hmm. Kwa sababu hapa kusingechaguliwa mwenyekiti wa kitongoji kama ilikuwa anafaa kuwa ajumulishe sehemu zote mm, ye, kufanya shughuli zote za mm, kiserikali mm -hmm. Lakini sasa utaratibu umesema mwenyekiti wa kitongoji awepo mm, na mtendaji wa kata awepo mm. na katibu kata wa chama awepo mm. Haya, hiyo ni utaratibu wa kikatiba mm -hmm. E, lakini sasa mambo ya ikiingiliana tunataka kufanya maendeleo, mwingine anasema haikuwa chaguo langu e? Nani anasema haikuwa chaguo langu e? katibu kata mm -hmm. wa chama mm -hmm. na mpaka siku moja katibu wa chama wilaya mm -hmm. alikuja hapa mm -hmm. akaitisha kamati ya siasa akaitisha kamati ya siasa kuweka haya mambo sawa, nikiwa na watuumu. Nilikuwa na mtuhumu katibu kata na mtuhumu katibu kata wa chama na mtuhumu diwani na mtuhumu na katibu wa tawi kwamba wananipiga vita. Sasa hiyo vita, baada ya katibu wa chama na kamati ya siasa ya kata kusikiliza, ikaonekana katibu wa chama wilaya mama Kamila akaweka aka mambo sawa na akawaambia jamani, twendeni tufanye kazi uhum, kwa pamoja na mshirikiane na mwenyekiti kwa sababu hana wajumbe mjumbe wake msaidizi wake zaidi ni katibu wa tawi na kata. Mm, kwa hiyo waliamuriwa kwa, wanisaidie. Kwa hiyo tuseme kwamba viongozi wako wa chama hawakupi sapoti, hawanipi sapoti kwenye majukumu yako, hawanipi sapoti kabisa, ni vita tupu. Unajua t, mnamo tarehe nne mwezi mm, wa kwanza mm. Baada ya kupata kero ya ile barabara inayoelekea kwa Muimo na kwa Lepilal, nikaondoka nikaenda kwa mainjinia wa tano, nika nika, nikaenda kuomba kifusi hiki ambacho kinachimbuliwa kwenye barabara <laughs> ili barabara kubwa. <laughs> barabara kubwa ili niweze kuziba haya mashimo wananchi waweze kupita, baada, mimi ndio nimeenda kuomba uhum. wale mainjinia Injinia moja anaitwa Fidelis, naona hapa kuna Fidelis Nkanga. mm -hmm. na mwingine injinia Nasinasi na mwingine injinia Bakari, wakaniambia. mm -hmm. hebu tue, tukaone. mm -hmm. ile eneo. mm -hmm. ili angalau tuki, tujiridhishe. mm -hmm. kama ni kukusaidia. mm -hmm. tukusaidie. mm -hmm. tukaja wote wakakagua. baada ya kukagua, mm -hmm. wakaniambia tutafute njia mbadala. mm -hmm kwa sababu yule nani yule mchina yu, yu, yu, yu, yu, mm, tulishamwambia ni kilomita moja na nusu Sao, lakini inaonekana yu, yu, imezidi. Mm, imekuwa kilomita sita mm -hmm. na point eight mm. Basi tuka nikawakatishia hapo boma lolole mm -hmm. kwa saharo mpaka tukatokea kwa Godson Mzungu, mwenyekiti wa, wa, wa, wa maalbino Tanzania mm -hmm. tukatokea tukaingia kwenye kituo chao wakanishauri kwamba hebu tuache kwamba tusukume, e, tutengeneze barabara tukikaribia ile kilomita moja na nusu ya mchina aliyosema ama mbili mm -hmm. ndio tunaweza tukaweza kukusaidia mm -hmm. basi nikamwambia naomba basi namba zenu mm -hmm. ili hata nikitaka kuwasiliana na nyie mm -hmm iwe rahisi. Wakanipa, lakini baada ya siku ya tarehe kumi na mbili nikaingia ofisini tarehe kumi na mbili Januari, ili ni kulikuwa na mashauri ya wananchi. Nikaingia ofisini, baada ya muda kidogo, kuna kijana mmoja amekuja akaniambia, mwenyekiti, kuna magari yanashusha nini kifusi. Nikamwambia basi twende tuone. Mara ya kwanza wameshusha lori mbili, hizi gari kubwa ya tatu, mm -hmm. Wameshusha, wakati nimeshafika kwenye tukio, alikuwepo Mchina mwenye mm -hmm. gari ya DFW, DFP mm -hmm. na msaidizi wake ambaye ni Mtanzania mm -hmm. tukawa tunaongea namna ya jinsi hii kifusi inavyoletwa, lakini Mchina akawa analalamika mm -hmm. njia ni mbaya mm -hmm. magari yetu yatakuja kuleta eh, kupata matatizo hapa. Nikamwambia tafasari jaribu ku cool down ili tuweze kuwasaidia wananchi mm -hmm. yeah. namwambia mchina sasa. namwambia mchina mm -hmm. kwa lugha ya Kiingereza, lakini baada ya hivyo akamwambia huyu msaidizi wake Mtanzania, hebu chukua namba ya mwenyekiti ili tukifika kule tuwasiliane, aongee na mkuu wetu mm -hmm. kwamba eneo hili lina machangamoto mm -hmm. ya? Ya, ya kupita magari mm -hmm. wakachukua namba yangu mm -hmm. wakachukua namba yangu mchina akaniambia ili tusikuachee kifusi katikati ya barabara, wacha tulete katapila mm -hmm. tusawazishe mm -hmm. Eh, angalau kidogo i, iwe safi. Ikikauka wanaweza wakafanyaje? wakarejea waka kuleta nini mm -hmm. vifusi sawa. Baada ya kumaliza hapo nikarudi ofisini. mm -hmm. Ghafla nikaona umati wa watu mm -hmm. eh, wanakuja na, sio hawakuja kwa ubaya. mm -hmm. Wamekuja kwa kufurahia kwamba mwenyekiti mm -hmm. wetu anafanya nini? mm -hmm. Anafanya vizuri kwa sababu kama ameweza kuleta kifusi hapa tutakuwa tumepona. mm -hmm. Kwa hiyo dakika kidogo tu nikaona kwamba vijana wanakuja wanasema, oh, mm -hmm. mbona tunaambiwa unakwamisha barabara? mm -hmm. Nikamwambia, nikamwita mwenyekiti wa barabara anaitwa Daniel, mm -hmm. Ngima, nikamwambia, mm -hmm. Ngima, hebu njo hapo ofisini. Akaja akakaa nikamuuliza tulichoongea na mchina ni kitu gani? mm -hmm. Nae, wakati mnaongea na mchina naye mwenyekiti wa barabara alikuwepo pale. Alikuwepo, ndio nimemwita mimi ofisini mm -hmm. Nikamwambia tulipokuwa tunaongea na mchina kuna kauli niliyotamka kwamba sitisheni kifusi msileta hapa. mm -hmm. Akasema hapana, lakini amesema ulimwambia dereva yule kwamba, eh, usilete tena lakini kitu ambacho hakina ushahidi Sao. Kama naweza kufanya shughuli zingine eh, za wananchi eh, kwa nini nikwamishe naye iko ndani ya, ya kijiji changu mm. Ni kitu cha ajabu sana mm. Hiki kimetengenezwa kutoka uongozi wa kata mm. Kwamba baada ya kusikia mimi nimeenda ni, kuomba kifusi mm -hmm. Naye na diwani akaenda kufanyaje akaenda kuomba na ki, kitendo ambacho sio kibaya eh, Walipokwenda, ameenda diwani kwa jina anaitwa Muna, akaenda na mtendaji wa mtendaji wangu wa kijiji, akaenda kwa kwa Wachina, wakaenda kuomba na wao kifusi hivyo hivyo kama nilivyofanya hivyo. Basi nacho notice kwamba inawezekana eh, hawa wanasema huyu mwenyekiti wetu anatuzidi akili na sisi twende tuonekane wote. tumefanya nini? Tumefanya kazi kwa pamoja. Na mimi sikuwa na shida, sikuwa na shida, sikuwa na shida, kwa sababu kama ameungana na mimi naye ameenda akaomba na akakubaliwa, si kazi sinaendelea, hakuna tatizo. Baada ya hivyo ndio nikaona mtendaji wa kata ananipigia simu, mbona nasikia unakwamisha barabara? Nikamuuliza na nikasema, mbona unachukua una, una, una, una maneno juu juu bila kuhakikisha ku, maneno ya kuambiwa usiyafanyie kazi. Nikamwambia na mjumbe mmoja hapa anaitwa Abel Olodi, hebu zungumza naye. Nikampa Abel Olodi simu, akaongea naye. Baada ya kuongea naye, sema mrudishie mwenyekiti simu, mwenyekiti diwani anataka kuongea na wewe. Akaongea na mimi, akaniambia wacha kukwamisha maendeleo ya, ya, ya wananchi. Hapo nikakata simu kwa sababu ya hasira kwa kitu ambacho inawezekana kwamba wananisingizia, ambacho sikufurahia sana, sikufurahia kabisa. Halafu pili, kuingia kwenye kitongoji changu bila kunishirikisha kwamba yupo angeniita akaniambia, nakuja, naomba unisubiri ili e, tuweke haya mambo sawa. Hakufanya hivyo, amekuja late. Baada ya kuja late akaendelea na shughuli zake, ndipo niliposikia kwamba waandishi wa habari wamekuja wamehoji watu eh, lakini sina habari kwamba mlango ulikuwa umefungwa hmm. Akatokea kijana mmoja wa boma ya loilole hmm. Akaniambia kwamba hmm, eh, eh, mwenyekiti, eh, nanii ofisi imefungwa wameweka kufuli. Nikambia ya pili nikamwambia nani amefunga akasema, mimi sijui siwezi kuambia kwa sababu mimi sielewi. Nikamwambia asante, nimesikia baada ya muda. Kwenye muda wa saa sita, mtendaji wa kata akanipigia simu, uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Baada ya kunipigia akaniambia, hebu njoa hapo ofisini kwako. Nikaenda ofisini Nilipomkuta akaniambia haya, hebu nieleze kinachoendelea hapa. Nikamwambia kinachoendelea, mimi sijui chochote, sijui chochote kabisa, lakini nachokuwa ushauri gavana, usifanyie vitu vya kusikia kazi, ungekuja kwangu ukaniuliza, nikakueleza. Na bahati nzuri, nikamwonyesha namba ya wao mainjinia. Nilipowaonyesha mamba ya mainjinia eh, akaniambia lakini sasa i, mkutano tumeweka Ijumaa eh, wananchi wanataka kuongea na wewe aidha ung'ooke ama using'ooke. Hmm. Nikamwambia haya waite. Hmm. Mm -hmm. Baada ya kutoka hapo, mpaka sasa hivi unasubiri mkutano, nasubiri mkutano wa Ijumaa wa wananchi hmm, kitendo ambacho si halali